Kanisa Katoliki Jimbo Kuu la Mbeya linawatangazia mapadri, kwamba Dominika ijayo ambayo ni Dominika ya thelathini na mbili ya mwaka C wa kanisa, parokia zote ndani ya jimbo hilo limeweka nia maalum ya kuombea marehemu na majeruhi waliopata madhara katika kipindi cha uchaguzi mkuu wa Tanzania wa mwaka huu. Tangazo hilo limetolewa na katibu wa Jimbo Kuu la Mbeya Father Henry Mwalyenga kuwa siku hiyo ya Dominika ifikapo saa tisa kamili ya lasiri kutakuwa na misa maalum ya kijimbo yenye lengo la kuwaombea marehemu na majeruhi hao ambao itafanyika katika kanisa la Hija Mwanjelwa. Father Henry Mwalyenga amewaomba mapadri wote watawa na waamini, hasa wa dekania za karibu, yaani dekania ya Mbeya, Mbalizi na Mporoto kuhudhuria misa hiyo, na kuwa waamini wenye mapenzi mema wanaotaka kutoa misaada kwa ajili ya watu waliopata madhara wanahimizwa kuwasilisha misaada hiyo katika parokia zao ili ipokewe na kuratibiwa ipasavyo na ofisi za kichungaji za parokia. Katibu huyo amewaomba viongozi, mapadri na waamini wote kujumuika katika sala na matendo ya huruma, kulitakia taifa amani na umoja wa kweli. Imetolewa na Padre Henry Mwalyenga, katibu wa Jimbo.